Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, nikizingatia itifaki yote ya viongozi wangu mliopo hapa, pamoja na mwenyekiti wa shughuli ambayo umeitangaza hivi punde, kwa niaba ya wakuu wa wilaya wenzangu, kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila, awali ya yote, naomba tutumie nafasi hii kukushukuru na kukupongeza kwa kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania umekuwa ukiifanya kuombea dua nchi yetu, kumwombea rais wetu, na kuombea viongozi wake wote na kuiombea serikali. Mafanikio makubwa ambayo kama serikali ameendelea kuipata kama Mheshimiwa rais Daktari Samia ameendelea kuyapata, ni kwa sababu ya ninyi viongozi wa dini kuendelea kumwombea rais wetu, lakini pia na viongozi wengine wote lakini pia tunaendelea kutumia nafasi hii kukushukuru Mufti wetu na Shehe Mkuu wa Tanzania. Amani ambayo tunaipata kama Tanzania inawawezesha wakulima, wafanyabiashara na watu wote kufanya shughuli zao vizuri, lakini inawezesha nchi yetu kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa kwa amani. Hivyo sisi kama serikali tutaendelea kushirikiana na tuko tayari kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila kuhakikisha jukumu lote hili la dua kwa ajili ya serikali kwa ajili ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa ajili ya viongozi wetu na mashehe wote waliotutangulia inaweza kufanyika hivyo. Mimi pamoja na wakuu wa wilaya wenzangu na kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila tuko tayari kutoa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha dua hii inaendelea kufanyika vizuri, ili mkoa wetu wa Dar es Salaam ambao na watu wengi kuliko mikoa yote inawafanya biashara wengi na pia ndio yenye mapato makubwa kuliko mkoa mwingine wote, inaendelea kuwa na amani, na nchi yetu inaendelea kuwa na amani, na viongozi wetu wanaendelea kuwa na amani. Hivyo na sisi tuna wajibu wa kuhakikisha tunasaidia na kusupport zoezi hili. Hivyo kwa niaba ya wenzangu, tunakushukuru kwa zoezi hili ambao unaenda kulifanya la dua kwa ajili ya viongozi wetu, na tuko tayari kuendelea kushirikiana. Asante.